Kama mutu yeyote anapuza kilimo na nanapenda kuda satakuwa mwisi. So kilimo ndio fondation ya ulimwengu, sababu yote tunakula, 80% ya yale ambayo yanaingia tumboni mwa binadamu ni kilimo, marage, virai, viazi, visamunyu vyote ni vilimo eh? So kwanini mtu afanye upuzi wa wa ya sekteri yanyiko na maana ya. Au contraire, sa revient à nous, les autorite, si viongozi kuwekeza ndani pesa nyingi, tutafute kazi wetu mbegu nzuri, tualete mangre organike shimike tulime, tukue tu chakula mingi. Bila hiyo tubiende Dar es Salaam, biende Nairobi, biende Etiopia, biende Afrika d, tupeleke tu Bulaya, tuandike huko made in Kivu huko. Purkwa Nyiragongo, purkwa Pagoma bisa munu tuhimize watu birayi bijumba tufanye ma biskwi bijumba, dio apana kukamata pesa kuzichezesha munazitia mu vitu vya minere. Kuna ukifika Rubaya, watu wana minere, lakini kama hawalime watakula ile mchanga hapana. Inatubidi tulime tutie pesa nyingi sana ili chakula iwe nyingi. Asante, asante, asante.

Mtazamaji na, <totipi> na msikilizaji wa MTV1 Online. Wiki hii tutakaa nawe katika kipindi maalum kuhusu kilimo wilayani Nyiragongo, ambako wananchi wa Nyiragongo kwa sasa waomba kushinikizwa katika kilimo. Tutarisha shamba. Tushatarisha shamba. Shamba napita kuko bado kupita biko na chimbula mashimo. Sha chimbula mashimo. Tunakamata dawa tunatia fumbire. Tuna tunatia, tukisha tia kuko bengine batapita nyuma biko na tupa mbegu, moja, moja, moja, moja. Kuko mbegu, mbegu moja moja ya maupe iko kule yulu. Ia ya hivi. Iko. Iko ya kidogo ndani. Machanire kwavi? Machani. Machanire. Mwache. Mwambia Ephrem Kabasha mkuu wa Nyiragongo amekuwa mstari wa mbele kushinikiza wakazi wake katika kilimo <tuhi> lakini mheshimiwa, unagusa ndani ya ublongo hii e, ni mari papa hapa, kuna vuonorao nikutumika e. Wee kiongozi e. Unaona rais wa Rwanda namna gani anatumika ndio kwambana nchi yake ina inasonga mbele. Napenda tukue tushinde kwa ndege na kwa miziki sawa, chisekedi e? Natubidi kutumika inchi haijengwe kwa Kifaransa, kwa nini ni kwa kazi? Kwa sababu ee, ah, <laughs> ni, ni mara ya kwanza kuona kiongozi kama wewe uh -huh, analima ana na wakazi wake. Mm. Ee, papa ni kulima <laughs> maisha jembe, ina siri kubwa ni kulima. Kama haulime uta, utanyanyasa raia, lakini kama wewe peke unatumika una unapiganisha umaskini, mukaja akifika kwako kwa anapata kibira hivi ya kukula, usianze lomba lomba, usitie mabarieri sawa ya bazalendo pale, njali itaisha kabisa. Mimi nafurahia kuona hata tunayagunja mgongo pamoja naye mshamba kabisa. Mimi nasikia ni furaha sana make siwezi niseme haya make tunafurahia ate sana. Ju, anapenda marizisha njara hapa kibati kwetu, tulikuwa tuisha tuteseka, tulikuwa tuisha teseka, tulikuwa mukambi kabisa, tulikuwa na njara me depuis ate. atupatie kazi umu mushamba. Tumemfurahia sana kabisa, Mungu amubariki. Lakini hata hivyo tulikutana naye ruteni Alias kutoka polisi ya FSM 23 akiwa shambani. Hii ni mfano wa kuiga kuliko kutegemea madini. Sasa wewe nakuaje kuja kushiriki na wananchi wako? Inabidi tutumike pamoja na wananchi, tuwasaidie. Na tena ni nikuonesha kama kila kitu tunaweza iwe kulima, iwe fuga, iwe kila kitu. Naona kabla araiana na nguo tuliamua tumike tukani sisi peke guvernema. Yetu ya AFC haiko kama hiyo ya chisegeti, hatuenda barabarani, twende tu tukaombe ama tuende tutie bariele kinafasi, tuseme mie nitakula kumukono ya mwingine, na wakati miepeke ndiko na nguvu zangu tunajiweza, siepeke tunajiweza. Na inabidi kutukwe, tunatumika nao sana. Kama tunalima tunalima pamoja, kama watoto watoto wa kidogo usalama, batoto isha musalama hapa, isha kwa Nyiragongo tunaromba warudie kwa masomo wenyewe wako wanasoma, na wamama wasitegemee sana wa bwana zao, wawaoneshe kama wako na nguvu, watumike. Na nilikuwa nione kama mko hata wadadangu wa kidogo kumie wala kuwa kumie kadogo, wakie tutumike pamoja, na si tufikie kukongo yetu ya mupya, nikuonesha kama warahia siko mtu nguvu sana, siko mtu wa zaidi wa kubashinda juu, hii yenyewe kwa anafanya na mimi na iweze